Tumekuwa na mheshimiwa Raila Prime Minister, former Prime Minister Raila Amolo Odinga. Na tumekuwa na yeye katika azimio, mimi nikavaa sufuria kwa kichwa ni tukasukumana, tukasukumana, tukaendelea. Ameingia hiyo kitu inaitwa broad based. Mimi sina shida na broad based, kwa hivyo kama mnasema mambo ya mageuzi ya serikali, mtu mwenye amefanya kuu kwa Ruto ni baba hiyo <laughs> serikali Amebidua akiondoka itakuja imegoga chini kama mavi ya, eh, kama kinyesi ya, ya ngombe. Sasa baba ndiye kusema, wakati nilikuwa nimevaa sufuria uge, baba ukimwambia ate watakutana na Ruto? Ai. Ai. Former President Uhuru Kenyatta alikuwa na William Ruto. Hata nikiangalia hapa na baba ameingia sasa amekuja. Si baba amekuja broad-based ama mnagani? Hata ndugu yangu Kioni, mimi naona nitakupata tu siku moja, tuongee vizuri, ukuje kwa chama kikubwa, kwa sababu hicho chama kikubwa Yes. Mi naona nyinyi mkienda hivi hatutaenda vizuri sana. <laughs>